Tunatambua ya kwamba tarehe kumi na sita mwezi wa sita kila mwaka ni siku ya mtoto wa Afrika. Tanzania sio kisiwa, na sisi kama Tanzania tunaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Sasa, katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika mwaka huu, sisi Savvy FM na Savvy Digital tumefika katika Shule ya Msingi Uhuru, ikiwa na watoto wa kawaida lakini pia kitengo maalum. Lengo hasa kufika hapa ni kujua ndoto za watoto, malengo ya watoto changamoto wanazopitia walimu katika kufundisha, ili katika kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata elimu na wanafika malengo yao. Karibu katika kipindi hiki maalum kutoka shule ya msingi Uhuru ni katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Twende kwa pamoja sasa ili tukasikie na kuweza kuongea na walimu pamoja na wanafunzi. Kwa majina, naitwa Mwalimu Glory Elisante Urio kutoka shule ya msingi Uhuru. Mtoto wa Afrika ina umuhimu kwa sababu pia wale watoto wa elimu maalum nao wanaifurahia na wanatambua haki zao, wana enjoy yani kwa kifupi kwamba wanaona wamethaminiwa kwenye jamii na wao ni watu muhimu. Kwa hiyo ile hali ya kuona kama watu waliotengwa inaondoka na upendo na amani unadumishwa. Mwalimu, tuelezee kuhusiana na kitengo maalum katika shule yako. Okay, katika shule yetu tuna kitengo maalum cha watoto wenye ulemavu wa akili pamoja na usonji. Lakini pia watoto hao wanapata elimu, pia serikali inawahudumia chakula, wanaishi mazingira rafiki, walimu wanawahudumia vizuri, wanapata elimu bora, na hakika sisi kama shule na uongozi, kuna wakati tunaona mabadiliko kutoka hatua moja kwenda nyingine, wanapata uelewa kulingana na elimu wanayopatiwa kulingana na mtaala. Nini wito wako sasa kwa wazazi kuhusiana na siku ya mtoto wa Afrika, lakini pia kuwapatia elimu katika shule hii ya Uhuru? Wito wangu kwa wazazi, walezi na wadau wa elimu, ninapenda kuhamasisha wazazi ambao wana watoto walemavu wawalete shuleni, wasiwafiche wala kuwakimbia. Shule yetu inatoa elimu kwa watoto wenye ulemavu wa akili na wasonji, na ninawahakikishia kabisa kwa niaba ya mwalimu mkuu, mtoto atakapoingia shuleni hapa atakuwa salama wakati wote na atapata kile kitu ambacho serikali imekusudia kumpatia mtoto huyo. Siku ya mtoto wa Afrika itakuwa na maana kubwa kwao, kuwawezesha au kuwasaidia kuwapa mwanga kwamba wao ni watoto kama walivyo watoto wengine na wanatakiwa kuhusishwa pia kwenye elimu jumuishi. Na ndio maana kama hapa kwetu huwa wanacheza pamoja na hao ambao ni wa kawaida, sio wa elimu maalum. Wanashirikiana, wanajisikia furaha, wanafarijika kwamba na wao ni kama watoto wengine. Tumejitahidi sana kuondoa ubaguzi, uh, unyanyapaaji hapa kwetu tuna ujumuishi kwao, tunapenda kufundisha kitengo maalum kwa sababu pia inakuwa kama sadaka, lakini pia wakati mwingine tunajitolea kuonyesha jamii kwamba wale nao tunawathamini, ni watoto kama wengine na wanastahili kupata haki kama wanayopata hao wengine, na wao ni kama watoto wengine. Nini wito wako sasa kwa jamii? Kwa jamii, kwa jamii, serikali pamoja na wadau wa elimu, ningeweza kushauri tushirikiane kwa pamoja, bega kwa bega, tuweze kuwasaidia watoto hao wenye mahitaji maalum, wajisikie vizuri, tuandalie mazingira mazuri. Lakini pia naishauri serikali itoe elimu kwa walezi, wazazi, ili kuinua na kuondoa unyanyapaaji kwa watoto wa mahitaji maalum. Upande wa kitengo maalum, kuna baadhi ya changamoto mbalimbali mbali ambazo tunakumbana nazo kwa watoto hao wenye uhitaji wa mahitaji maalum. Baadhi ya changamoto hizo ni kama zifuatazo. Changamoto ya kwanza ni mazingira wanayotoka watoto wa elimu maalum. Of course, baadhi yao kwa asilimia kubwa wanatoka mazingira magumu. Lakini pia, changamoto nyingine ni namna ya kufika hapa shuleni. Kuna changamoto kwa wale wanaowawezesha kufika shule, kwa maana ya wazazi au walezi. Lakini pia, changamoto nyingine ni hao watoto wazazi wao. Kuna baadhi ya watoto wametelekezwa. Mtoto anapozaliwa ni mlemavu, aidha baba anamkimbia, mama anamwacha na mtoto, au wakati mwingine wazazi wote wanakimbia, unakuta mtoto analelewa na bibi au babu au ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo pia hiyo ni changamoto kubwa sana. Kwanza sisi tunapenda kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan. Serikali yetu imetusaidia sana sana, watoto wenye mahitaji maalum wanawapatia chakula, lakini pia wanajitahidi kuongeza walimu na vifaa mbalimbali ambavyo ni vya mahitaji yao. Mimi napenda kuwashauri wazazi jamii wadau wa elimu na watu mbalimbali juu ya haki za watoto kwanza. Ningependa kuungana na wazazi na jamii kwa ujumla kuwalipia watoto hela ya chakula shuleni kama ilivyo sera, ili watoto waweze kula shule, na mtoto anapokula shuleni anaweza kusoma kwa bidii na anasoma katika mazingira rafiki lakini pia kitu kingine ninawashauri jamii, wazazi na walezi kuhakikisha tunalinda haki ya mtoto ya kulindwa hasa hasa. Tukiangalia dunia imebadilika, mambo ni mengi, tuwalinde watoto, tuwakague watoto na tuwape elimu, tuwahamasishe juu ya haki zao. Naam, umesema tuwakague watoto, hebu lifafanue vizuri mwalimu. Ah, hapo, ningeweza kushauri kwa sababu ya mmonyoko wa maadili, kuna vitu mbalimbali mbali, mtoto anaweza aidha akabakwa au akalawitiwa, lakini mzazi ukiwa na tendensi au mlezi au mwalimu ya kumfuatilia mtoto wako kwa karibu, ni rahisi kugundua swala hilo. Naam, najua kitengo maalum kinakuwa na, na, na mambo mengi Hawa watoto sasa mnawasaidiaje kuepukana hivi vitendo hasa vya unyanyasaji wa kikatili? Kuna uangalizi wa hali ya juu, walimu tuko karibu nao, tunawafuatilia. Na kwa hilo hapa shuleni kwetu halipo, wako salama kwa asilimia mia. Pia ninapenda kushauri jamii kwa ujumla, na walimu na wadau wa elimu mbalimbali, swala la mtoto wa kike na wa kiume, wapewe haki sawa hasahasa katika swala zima la malezi. Usiwe na ubaguzi kwamba huyu ni wa kike apendelewe, huyu ni wa kiume aachwe. Hapana, tuwalee kwa pamoja, tuwape haki sawa. <tabiaji wanafunzi> hii inawasaidia wanafunzi kwanza katika swala la kusoma haki za mtoto wanapata kitu kwamba kuna haki ya kulindwa haki ya kuthaminiwa, na vile vitendo mbalimbali vya kimaadili watoto wanajifunza, hasa wanapochanganyikana na wale wa elimu maalum. Wanashirikiana, wanacheza pamoja, wanakula pamoja, wanasoma pamoja. Wakati mwingine wanafanya mazoezi au shughuli za mikono kama kulima pamoja, wanachota maji pamoja wawo. Kwa hiyo na wao wanafeel kwamba wako sawa. Ile hali ya unyanyapaa au kujitenga inaondoka. Hivyo elimu jumuishi ni muhimu sana, na inawasaidia wao wengine, hata watakapokuwa kwenye jamii waweze kujua namna ya kuishi na watu wenye mahitaji maalumu na namna ya kuwathamini. Hakika tunajivunia Shule ya Msingi Uhuru, ni shule yenye taaluma nzuri, ni shule yenye mazingira mazuri, walimu wanajituma, lakini pia inasimamia maadili afya za watoto wakati wote, wanapokuwepo shuleni wanakuwa salama. Mtoto akiingia getini anakaa ndani ya shule, tuna walinzi pia, mpaka pale mzazi atakapokuja kumchukua. Shule ya Uhuru kwa taaluma iko vizuri, lakini pia kitengo wako vizuri, wanakula vizuri, wanapata haki zao zote, ikiwepo michezo, kusoma, wako vizuri. Inahamasisha kwa ujumla, wazazi walezi, jamii, wadau wa elimu, tushirikiane sikukuu ya mtoto wa Afrika kuhakikisha tunaelimisha watoto wetu na kuwapatia haki zao za msingi. Pia wito kwa wazazi, walezi, ninaomba ushirikiano kati ya wazazi na walimu ili tuweze kuwasaidia watoto wetu kufikia ndoto zao. Naitwa Hassani Imran, ni mzazi wa Kausar. Siku ya mtoto wa Afrika naifahamu kama ni siku ambayo ni maazimisho ya mtoto duniani. Vipi wazazi sisi, tunawavokea watoto kuwathamini watoto, wanahitaji kulindwa ili wafikie ndoto zao kama sisi tulipofika. Na kuhusu shule yao pia, ni shule nzuri, inafundisha vizuri vilevile. Mwanangu na vitu alikuwa haelewi, lakini sasa hivi naona anaenda vizuri, najivunia kuhusu hilo. Huwa kila anapokuja nyumbani, naangalia vitu vyake vya shule, amejifunza nini vile vile namuuliza changamoto yake nini, haelewi. Huwa kama leo, si unaona ni Jumamosi, wamekuja tuition, sio tuition za mtani za hapa hapa shuleni, sababu walimu ndio wanaowajua wao. La kwanza mpaka sasa hivi kwa darasa la tatu, mwalimu ndio anamjua maendeleo yake, anajua nini haelewi vizuri, anapaswa kum, kumkazania. Kwa hiyo malengo yake mimi ni, ni kumpenda, kumlinda, kumjali, kumuuliza ana changamoto gani, kama baba hivyo. Sisi wazazi haitakiwi tuwafanye walimu wao kama yani tumewasukumia watoto, wakija shuleni ni wako. Hapana, wao wanatushauri tuje kuangalia maendeleo ya watoto kila baada ya wiki, hata ukiweza kuja kila siku. Uzuri wa walimu wa Uhuru, kila atakapokuja atakusikiliza na atakwambia kwamba kwenye somo fulani, bana, mimi namuona sasa hivi anaelewa, lile lingine uelewa wake unakuja taratibu hivyo. Kwa hiyo mimi nadhani tuwape support walimu, tuwathamini. Hata mimi nimefundishwa na mwalimu kama tusinge wathamini, nazani hata watoto wetu wasingepata elimu. Sawa, shule hii ina kitengo pia cha watoto wenye mahitaji maalum. Nini wito wako kwa wazazi ambao wanaficha watoto nyumbani, hawapeleki shule? Mimi nasema kwa mzazi anayeficha watoto mtoto nyumbani mm, hamtendei haki, kwa sababu ana haki zote kama watoto wengine. Anapaswa kuja kusoma kupata elimu, na wazazi pia wanahitaji kupewa elimu pia, maana wazazi wengi nazani kwenye hilo mzazi akiwa na mtoto wa namna hiyo anaona kwamba jamii inamchukuliaje. Lakini kwa sasa hivi kit, shule, kila shule nadhani na vitengo hivyo. Hebu ongea sasa na wazazi ambao wako nyumbani, ndio ambao hawajawapeleka watoto shule. Wazazi wenzangu, itakuwa sio vizuri kama utamficha mtoto nyumbani aliyakuwa anataka kupata elimu kama watoto wengine, ana haki zote vilevile, unamfanya asifikie malengo yake. Nadhani wanaonisikia sasa hivi, sio vizuri kukaa na watoto ambao ni walemavu, na mtoto sio wakwako peke yako, ni mtoto wetu wote. Kwa hiyo mi naomba tujifunze, natujisikie vibaya kuwaweka watoto ndani aliyekuwa wanatakiwa wapate elimu. Naitwa Happiness Frenki Kiumba, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Uhuru. Katika siku ya mtoto wa Afrika, unajua haki za mtoto ndio haki ya kupendwa, haki ya kulindwa, haki ya kusikilizwa. Unawaambiaje wazazi kuhusiana na siku ya mtoto wa Afrika? Na wa, wa, na kwa wa mtoto Afrika nawambia wapendwa watoto wao na wamatunza akuwazimisha siku ya mtoto wa Afrika. Najivunia mm. Rais wetu wa Tanzania ni, ni rais mwanamke mm -hmm. Ametupa elimu bure mm -hmm. Ametupa madarasa mm -hmm. Ametupa walimu mm -hmm. Ameitunza nchi yetu mm -hmm. Amewasaidia watoto walemavu mm -hmm. Amesaidia katika shughuli mbali mbalimbali mm -hmm. Amesaidia katika ulinzi na usalama ikiwa, mm -hmm. mtoto wa Afrika natamani kifanyike kwa mtoto, haki haki ya mtoto kusoma, akawazoze mm -hmm. walinde haki za watoto. Naitwa Jessica Pita Kurwa, nasoma darasa la tatu shule ya msingi Uhuru. Hebu tuambie, unajua haki za mtoto? Ndio. Hebu tutajie haki za mtoto. Haki ya kwanza kupendwa Kulindwa, kucheza. siku yeah, ya mtoto wa Afrika unaijua? yeah. Inakuwa inaadhimisha nini? Haki za mtoto, siku kuu ya mtoto ya Afrika duniani. Naiunia Tanzania kwa sababu ina amani, ina ulinzi na usalama. Naam, elimu ni haki ya mtoto na sisi tulifika katika shule ya msingi Uhuru hasa kujifunza kutoka kwa walimu, kutoka kwa wanafunzi, na tumeona mengi. Kuna vitengo tofauti, watoto wa kawaida, lakini pia kitengo maalum. Serikali imefanya juhudi nyingi na kubwa, ikiwa ni kuboresha majengo, kutoa elimu bure, kutoa vyakula shuleni. Hii yote ni katika kuhakikisha mtoto anapata haki hiyo ya kusoma na sisi kama Savvy baada ya kufika hapa tumejifunza mengi, tumeona mengi, lakini pia tumeona changamoto za walimu, namna gani ambavyo wanahitaji walimu waweze kusaidiwa na wazazi ili kufikisha elimu kwa watoto. Basi tuwashukuru kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kumbuka tu kwamba elimu ni haki ya mtoto, hasa ukiadhimisha siku hii ya mtoto wa Afrika. Mimi ni Gaspar Sambweti.